Anza na taarifa ambayo ni ya kutia moto kwani ndoto ya taifa hili ya kufanikisha mradi wa Galana Kulalu ili kuhakikisha kuna chakula cha kutosha humu nchini unaonyesha ishara ya ufanisi. Kwa mara ya kwanza, mahindi yanavunwa kwenye mradi huu chini ya ushirikiano wa sekta ya umma na ile ya kibinafsi, ikiashiria hatua kubwa kwa juhudi za serikali za kuhakikisha uwepo wa chakula cha kutosha pamoja na mabadiliko ya kiuchumi. Ripota wetu Ben Chumba ana taarifa hiyo kwa kina. Baada ya miaka mingi ya kuratibu mipango, kuweka ahadi pamoja na uwekezaji, mradi wa kuhakikisha uwepo wa chakula cha kutosha nchini wa Galana Kulalu hatimaye umefua dafu hii leo Waziri wa Maji, usafi wa Mazingira na unyunyizaji Maji, Mhandisi Eric Mugaa, aliongoza maafisa katika hafla ya kuzindua mavuno ya kwanza ya mahindi, ishara ya ufanisi wa mfumo wa ushirikiano baina ya sekta ya umma na ile ya binafsi katika kilimo. baada ya kupanda lazima siku moja tunavuna, na leo tunavuna 330 This is seed maize that will be used to help our farmers all over the country to get seed maize and propagate our farming potential, uh, ardhi yenye ukubwa wa ekari 1500 imetoa kiwango cha magunia 30 kwa ekari moja kutokana na miundo msingi ya unyunyizaji maji iliyowekwa na shirika la kitaifa la unyunyizaji maji kikiwemo kisima chenye kiwango cha maji cha cubic mita elfu 20 mfereji wenye urefu wa kilomita mbili pamoja na eneo kubwa la ukusanyaji maji yanayotumiwa kwenye mradi wa Galana.

Mwekezaji wa kibinafsi ambaye ni kampuni ya Selu tayari imelima na kupanda ekari 1500 huku ikinuia kufanya upanuzi wa ekari 3700 kufikia mwezi Desemba na ekari 5400 kufikia mwezi Juni mwaka ujao. Mwekezaji huyo amesema mradi huo tayari umebuni nafasi za ajira 200 huku nafasi nyingine zikitarajiwa kadri upanuzi unavyoendelea. It will this area. Kwa mujibu wa katibu katika idara ya unyunyizaji maji Ephantus Kimotho, uwekezaji wa serikali ya shilingi bilioni 500 unatarajiwa kutoa mazao mara sita, ishara kwamba unyunyizaji maji unaweza kuleta faida kubwa kwa ajili ya chakula cha nchi hii katika siku za usoni. So uh, so Ben Chumba. Dira ya Magwiji.